Vidonda vya tumbo husababishwa na asidi kali ya tumbo inayoshambulia ukuta wa tumbo au utumbo mdogo. Sababu kuu ni maambukizi ya Helicobacter pylori na matumizi ya muda mrefu ya dawa za kuondoa maumivu kama aspirin na ibuprofen. Sasa hii leo tumekuletea njia ambazo zinaweza zikakusaidia kuweza kupona vidonda vya tumbo. Njia ambazo tumewaandalia hii leo, ndugu watazamaji wetu, ni njia kumi tu, lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunaziaplodi. Twende pamoja, twende tukazitazamie kwa ukaribu zaidi njia zipi ambazo zinaweza zikakusaidia kuweza kupona vidonda vya tumbo kwa uharaka zaidi. Lakini njia, njia namba tatu na namba mbili ambazo tumekuandalia ni njia ambazo zitaweza kukushangaza zaidi. Namba kumi: hakikisha unakuwa unatumia asali mara kwa mara. Asali ina uwezo wa kusaidia kupona vidonda vya tumbo kwa sababu ina sifa za antibacterial na anti-inflammatory. Namba tisa, hakikisha unakula chakula chenye faida kwa tumbo. Epuka vyakula vyenye asidi nyingi au pilipili, kula mbogamboga mboga, hasa mbogamboga mbichi, matunda kama vile ndizi, papai na vyakula vyenye nyuzinyuzi nyingi. Hii itaweza kukusaidia kuweza kupona vidonda ama kupunguza makali ya vidonda vya tumbo kwa haraka zaidi. Namba nane, ndugu watazamaji, hakikisha unatibu maambukizi ya H. pylori ikiwa vidonda vinasababishwa na bakteria H. pylori, daktari atakupa mchanganyiko wa antibiotika na dawa za kupunguza asidi. Hii inaweza ikawa ni msaada mkubwa sana kwako katika kuweza kupunguza makali ya vidonda vya tumbo na hata kuweza kumaliza kabisa shida ya vidonda vya tumbo. Namba saba, hakikisha unahusisha matumizi ya maziwa ya mtindi yenye probiotic. Mtindi ni msaada mkubwa sana katika kuweza kuongeza bakteria wazuli tumboni ambayo hupunguza madhara ya hol. Namba sita hakikisha unaepuka kabisa pombe na sigara. Vitu hivi huongeza asidi ya tumbo na hivyo huweza kuchelewesha uponaji wa vidonda. Namba tano hakikisha unapunguza msongo wa mawazo. Stresi ama mawazo inaweza kuongeza dalili za vidonda vya tumbo. Fanya mazoezi mara kwa mara ikiwemo mazoezi ya yoga ama ya kutafakari ili kupunguza msongo wa mawazo kwani hii inaweza ikawa ni hasara kubwa sana kwakwa kwa wewe ambaye unatafuta tiba ya kuweza kusaidia kupona vidonda vya tumbo. Namba nne hakikisha unakunywa maji ya aloe vera, kwani aloe vera ina sifa za kupunguza maumivu na kusaidia uponaji wa vidonda vya tumbo. Namba tatu, hakikisha unakula mara kwa mara kwa porojo. Badala ya kula mlo mkubwa mara moja, kula milo midogo midogo mara mara kwa mara ili kupunguza shinikizo kwenye tumbo. Namba mbili, hakikisha unatumia tangawizi mara kwa mara, kwani tangawizi na uwezo mkubwa sana wa kuweza kupunguza maambukizi ya H. pylori na hivyo ni msaada mkubwa sana katika kuweza kusaidia utumbo kuweza kufanya kazi vizuri sana. Kabla sijaingia ingia namba moja, ndugu wapenzi wa, wa watazamaji, naomba niendelee kukumbusha kama tuwewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii tunakopa, usiache kubonyeza neno subscribe. Hali hii itaweza kukusaidia kuweza kupata taarifa zetu mpya pindi tunapokuwa tunazi upload. Sasa njia namba moja ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kupona vidonda vya tumbo, hakikisha unatumia dawa za kuzuia asidi e, dawa kama proton pump na H2 receptor blockers Huyu uh, ni mfano mzuri sana, sana wa dawa ambazo zina uwezo mkubwa sana kuweza kukusaidia kupunguza uzalishaji wa asidi tumboni. Lakini watazamaji wetu, unaweza ukawa ni mtu ambaye umezunguka kila kona ukitafuta okay, njia ambayo itaweza kukusaidia kuweza kupona vidonda vya tumbo kwa uharaka zaidi na haujapata mwafaka, niko mbele yako hapa kuku, kukupatia taarifa njema kwamba tunazo dawa ambazo zina uwezo mkubwa sana na zinafanya kazi kubwa sana kwa ufanisi. Dawa hizi ni special kwa ajili ya kuweza kuponesha vidonda vya tumbo. Dawa zetu gharama zina nafuu sana na uzuri ni kwamba popote pale wewe ulipo ewe Mtanzania, tunafanya delivery kokote kule ulipo, na inaweza ikakufikia. Na faida pia kwa watu wote ambao wanaishi kisiwa cha Mafia, una uwezo wa kunitafuta na dawa hii ikakufikia popote pale wewe ulipo, Mafia. Natangaza hii ili uweze kuisikia kwa umakini zaidi. Kumbukwe swala la ujenzi wa afya ni swala ambalo linatuhusu sisi sote.